Mali ya Mungu, safari ya maisha. Mali ya Mungu, aliyobadilika hadi kifo. Utoto na asili. Isaac Maliyamungu alizaliwa katika mkoa wa magharibi wa zamani Zaire. Sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika familia ya Wakakwa, kabila lile lile na la Idi Amin. Mwanzoni Maliyamungu hakuwa raia kamili wa Uganda. Alihamia Uganda na kufanya kazi kama mlindaji keeper, katika kiwanda cha nguo cha Nyanza Textile Factory, Jinja. Hakuna nyaraka zilizo wazi kuhusu elimu yake, lakini alionyesha akili ya vitendo na ustadi wa kuzungumza lugha nyingi, ikiwemo Kakwa, Kiswahili, Kiingereza, Luganda, Lusoga, Luo na Runyoro, jambo lilimwezesha kuwasiliana na watu wa makabila mbalimbali. Kujiunga na jeshi na mapinduzi ya 1971. Mali ya Mungu aliingia rasmi katika jeshi la Uganda Army mwaka Mid 1967, mara baada ya kuombwa na Idi Amin ambaye kwa wakati huo alikuwa makao ya juu kwenye jeshi. Mwaka 1970 alipandishwa cheo hadi corporal na akateuliwa kuwa pay clerk wa tawi la anga air force mjini Entebe. Huko ndipo alianza kushiriki katika siri za kuandaa mapinduzi. Alikuwa miongoni mwa walioajiri kwa siri vijana wa eneo la West Nile na Sudan Kusini, Nubians, waliofunzwa porini katika msitu wa Mabira kama mkakati wa kumwondoa kiongozi wa wakati huo Milton Obote. Mapinduzi ya Januari 25, mali ya Mungu alicheza nafasi kuu. Aliendesha gari la kijeshi iliyoivunja ngome ya silaha ya Malire Regiment Kampala, hivyo kuwapa wapinduzi silaha zilizohitajika. Baadaye alikuwa dereva wa tank dhidi ya uwanja wa ndege wa Entebbe. Alipiga risasi kwenye lango la uwanja na kuwawa watu wawili waliokuwa maaskari wa kanisa. Kwa kitendo hicho, aliwezesha wapinduzi kupata udhibiti kamili wa uwanja hatua iliyowezesha kupindua serikali ya Obote. Mara baada ya mapinduzi kufanikiwa, alipewa cheo na mamlaka. Akapandishwa hadi Lieutenant Colonel katikati ya mwaka 1971, na akateuliwa kuwa mwanachama wa baraza la ulinzi, Defence Council, ikiwa na majukumu makubwa ya mafunzo na operesheni za jeshi mbalimbali. Mbali ya madaraka, kuinuka kwa mamlaka na ukali. Baada ya mapinduzi, mali ya mungu alipata madaraka makubwa. Aliteuliwa kuwa kamanda wa Ordnance Depot huko Magamaga Barracks Jinja. Februari 1972 alikuwa kamanda wa jeshi la infantry la pili lililoko Masaka. Mwaka 1974 alibadilishwa kuwa kamanda wa regimenti ya mechanized silaha nzito. Regimenti iliyowajibika kwa ulinzi wa VIP. Aidha, alihusika kikazi na shirika la ujasusi na uchunguzi State Research Bureau ambalo lilijulikana kwa ukatili wake mkubwa dhidi ya wapinzani wa kisiasa wa maneno ya watu waliomwona, alikuwa mkali, asiyoonewa huruma, mwenye dhamira ndefu, na hata alitambulika kama pweza wa kutisha, utumikishaji wa ubaya, ukandamizaji na mawaji. Mamlaka aliyopata ilikuwa hatari. Mali ya Mungu alikuwa na ruhusa ya kuwa yeyote ikiwezekana, bila maswali. Hii ilitutumika kuwasafisha wapinzani wa serikali ya Idi Amin Dada ndani na nje ya jeshi alidaiwa kuendesha mauaji makubwa dhidi ya raia na maafisa wa jeshi waliodhaniwa kuwa waaminifu kwa Obote au wapinzani wa serikali. Mbinu za ukatili zilizosikika mara nyingi zilitoka kwenye mabadhi ya kufutwa moyo, mauaji ya pamoja, unyama, kushtukiza umma. Mwandishi mmoja alisema kuwa Mali ya Mungu alibadilika akawa mwanamke wa kifo, matu aliyekuwa aogopesha jamii kwa utovu wa huruma, amalizapo jeshi akafanya aliyependa. Kwa sasa jina lake limeweka alama ya uongozi uliojaa unyama, ukosefu wa haki na kuhukumu bila kesi au kusikizwa. Vita, kushuka kwa madaraka na kuanguka kwa utawala wa Amin. Mwaka 1978, vita kati ya Tanzania People's Defence Force na Uganda ilipoanza, Mali ya Mungu alikuwa sehemu ya majeshi ya Amin. Mnamo Februari 1979, so aliteuliwa kuongoza garnisoni huko Masaka, mojawapo ya sehemu nyeti, lakini jeshi lake lilishindwa kulinda mji huo. Wanajeshi wa Uganda walikimbia. Kwa hofu ya adabu kutoka kwa Amin, Mali ya Mungu alikimbia msituni kwa muda wa zaidi ya wiki moja kabla ya kurudi na kuomba msamaha. Mwishowe utawala wa Amin ukavunjika. Mali ya Mungu na wafuasi wachache waliondoka na kukimbilia uhamishoni. Uhamishoni, kukuza mali na maisha ya mwisho. Baada ya kuanguka kwa serikali, Mali ya Mungu alipeleka familia yake na mali kadhaa na kuhamia kwanza Zaire. Alipanga kuingia katika biashara kama njia ya kuanza upya. Katika miaka ya mapigano ya uasi, Ugandan Bush War, Mali ya Mungu alijaribu kuchochea upinzani wa kitaifa kurudisha utawala wa Amin, lakini jitihada hizo hakufaulu. Hatimaye alielekea eneo la Sudan, lakini maisha yake yaliisha kimfupi na kwa siri. Alikufa mwezi Februari ulimekwar huko Sudan. Kifo chake kilitajwa kwa sumu. Urithi mbaya Jina likibeba hofu. Mali ya Mungu amekumbukwa kama mmoja wa watu wenye wivu mkubwa, ukatili na ufanisi wa kusambaza hofu, chungu nzima cha utawala wa Amin, mauaji ya wingi, mateso, uhamaji unaashiria alama ya jina lake. Jina Mali ya Mungu limeendelea kutumika kama kielelezo cha mwanajeshi mtiifu wa utawala usio na huruma, mfano wa kitisho na udhalilishaji. Hitimisho. Historia ya Isaac Maliyamungu ni mfano mkali wa jinsi nguvu, uhusiano wa kibinafsi na wivu wa kisiasa unavyoweza kugeuza mtu wa kawaida kuwa adabu ya kundi lote. Alianza maisha kama gatekeeper mnyenyekevu, lakini kujiunga na jeshi na kushiriki mapinduzi kulileta jina mtu mwenye mamlaka ya uhai na kifo ya wengine. Mwishowe alikufa uhamishoni, kifo chake kilishindwa kuwa na heshima yoyote, kama vile maisha yake yalivyokuwa ya kikatili. Leo, jina lake linabaki kama kumbukumbu kumbu ya sura mbaya ya utawala wa kikatili. Historia ya mateso na ukandamizaji. Ikiwa ungependa, ninaweza